Uh, tuko hapa kwenye hii miradi ambayo ni ya pilot, manake ni, ni miradi wezeshi ya wanawake tu. Hii miradi ina kilomita ishirini ambayo ni ya wanawake watupu na wanawake wamegawanyika katika makundi manne. Uh, tunaita lot 1, lot 2 na lot 4. Na kila loti ina makandalasi watatu watatu, hatuna utofauti na makandalasi wengine. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunajivunia kwamba toka tumeanza yapata kama ni miezi miwili sasa, tuna asilimia kumi na sita kwa sasa hivi. Mradi huu tuko kwenye kiwango cha kitako cha barabara road, road bed kitako cha barabara ambacho kuna upana wa kilomita, kuna upana wa mita kumi na moja, na katika kilomita tano tunazojenga tumeshaanza kufanya kazi kilomita mbili point tano. Raisi wa chama cha makandarasi wanawake Tanzania Mhandisi Judith Odunga licha ya kuishukuru serikali kwa kuamini amesema wanatarajia kukamilisha na kukabidhi mradi huo kwa wakati uliopangwa. Ni kazi ambayo sio kazi ngumu tulivyokuwa tukifikiria zamani. Kina mama, kumbe na sisi tunaweza kuifanya. Kwa sasa tuko kwenye kutengeneza roadbed na tunaweka G3 G7, G15, si na hatimaye tutamaliza na kukabidhi. Kwa sasa hivi wengi wetu tuko kwenye G3 na G7. Ujenzi wa mradi huu unathibitisha dhamira ya serikali ya kuendelea kujenga miundombinu bora ya barabara ambayo ni moja kati ya vigezo muhimu vya kukuza uchumi wa jamii na taifa kwa ujumla. Wananchi waliopitiwa na mradi huu akiwemo Lea Mgara na Simon Njezi wanaeleza shughuli wanazozifanya katika vijiji vyao ambazo zitaleta mwingiliano wa wafanyabiashara. Sisi ni wakulima wa viazi, kahawa, njegere na mahindi. Tulikuwa hatuna barabara nzuri ya kusafirisha mazao yetu, kwa hiyo tumeona hii barabara inaweza ikatupa inaweza ikatupa morali. Hata wageni wanaweza wakaja wengi, kwa sababu hii barabara inaweza ikavuta watu kama watalii kuja kuangalia kwamba huku yula kuna nini, kwa sababu tatusaidia sana kwa mfano kipindi cha masika tukuwa tunapata shida mno mno mno, kwa sasa hivi mambo yatakuwa fresh. Wajitahidi kwa kupenda kwa kazi, kwa sababu ukifika muda wa masika barabara hiyo huwa inasumbua, watashindwa kufanya kazi. Aida Mathew, Clouds, Songwe.